Kampuni ilikuja inatafuta eneo halmashauri ya shauri moyo, si ndio? Kijiji cha shauri moyo, si ndio? Maanake kijiji, kwa sababu walikuwa na hitaji la zahanati. Yeye alikuja kwa ajili ya kununua halmashauri, uongozi wakasema, kulikuwa anunue kwa nini asitujengee? Lengo la kampuni sio kuwa mwekezaji, lengo la kampuni kuwa ni kununua kuwekeza vitu vyake, lakini wazo la kuwajengea zahanati kubadilishana lilitoka kwenu. Mlichokosea ni mikataba mlioingia. Upande wa kampuni una makosa, upande wa Shauri Moyo na makosa. Kama kulitokea vitu hivyo, ni nani alinyanyuka kampuni kuja kuambia jamani, tumeshindwa? Maake huku kuna vyumba saba, kuna vyumba ishirini na moja. Ukweli uko wapi? Ramani halisi iliyotumika ni ipi? Jana si tulikuja tumekaa hapa zaidi ya masaa manne au matano tulikuwa na uongozi mzima takribani kama watu 18 hivi, ambao tuliwakuta hapa viongozi. Katika mazungumzo yetu, lengo na madhumuni ya yule mwekezaji wetu, anataka ajenge zahanati, na katika kujenga zahanati mwanzo kulitokea na mgongano kwamba ajenge vyumba saba au wajenge vyumba ishirini na moja. Kwa hiyo wakati ile sintofahamu imeingia katikati ya kati ya vyumba saba au ishirini na moja. Kwa hiyo na yeye akakaa kimya na huku watu mkaona kimya kupatikana akawa hapatikani. Sasa baada ya yale maandamano na kufunga utepe, huyu bwana kama amejitokeza, jamani, mimi nipo, lakini kitu ambacho kiliokuwa kimenizuia kime mimi ni kwamba ujenga vyumba ishirini na moja. Mwanzo niliambiwa vyumba saba, lakini kama tutajenga boma la vyumba ishirini na moja mimi niko tayari hata kesho kuanza kazi. Nikamwita mheshimiwa diwani, tukakaa kikao pale kwa mkuu wa wilaya. Diwani akasema watu wa Shauri Moyo wanataka hospitali, sasa wakiishia kwenye boma nanatamalizie roboma ili watu waende kwenye nini kwenye hospitali kutibiwa. Ikabidi tukaongea na mkuu wa wilaya tukaongea na mkurugenzi, kwa sababu ndo chaneli yangu mimi, kwamba huku Shauri Moyo imetokea moja mbili tatu. Lakini tukiacha mivutano ya sisi viongozi, wananchi wetu ndio wanapata shida. Kwa hiyo twende tukawaokoe wananchi na hii shida ya za zahanati kwao tukakubaliana, pasipokuwa na shaka kwamba mwekezaji wetu ajenge mpaka boma la vyumba ishirini ngapi, ishirini na moja Manispaa tumalizie pale alipoishia alipo, alipo tuwakabidhi funguo watu wa shauri moyo. Ndio mazungumzo ambayo tulizungumza jana. Katika mazungumzo yale yalitumia muda mrefu viongozi kumi na tatu walikubali zahanati ijengwe, wawili wenyewe walikuwa hawajui ijengwe au isijengwe, lakini wanne walisema hapana. Si tukasema wengi tuwape wachache tuwasikilize. Sasa swala kubwa leo ilikuwa huyu bwana awepo hapa, yule mwekezaji wetu. Ilivyofika jana kama saa sita usiku akanipigia simu, "Bwana mheshimiwa meya, niko hospitali hapa, mdogo wangu amefariki, hata cheti cha kifo nikutumie, hata tiketi ya ndege ambayo nilikuwa nimekata nikutumie, unasemaje?" Nikamwambia, "Bwana, hakuna mtu ambaye hajafiwa, huwezi kuacha msiba m, wa mdogo wako wa tumbo moja kwamba unakuja kufanya mkutano na, na wananchi. Mimi kwa mawazo yangu madogo, na ili naomba mnisamee kwa mawazo yangu madogo mimi nikamwambia yule bwana, swala la wewe kuonekana katika eneo la Shauri Moyo ni lazima uzike, ukimaliza uje. Lakini la pili, mkutano wa kesho ni lazima, kwa sababu watu tumeshawaalika, hatuwezi kuacha kwenda kwa sababu wewe hujafanyaje, ujaja. Sasa katika huu mkutano wa kesho utakuwaje? Mimi bwana, nitakupa watu wangu, utaenda nao na tuko tayari tarehe moja mwezi huu wa sita tuanze kujenga, na tutafunga mkataba wa miezi minne mpaka sita, kwa sababu ukijenga lazima kuchukue siku ujenge, tena huwezi kujenga moja moja kwa moja apa. Kwa hiyo ndugu zangu, tulichokuja hapa kwa watu wa Shauri Moyo ni waombe sana, tuko chini ya miguu yenu, lengo kubwa na mazumuni ni kuhakikisha zahanati inafanyaje inajengwa, lakini maamuzi mnayo nyinyi. Ndio maana tukaamua tuje tuwasikilize. Mkisema kupitia mwanasheria na mtendaji wenu na mheshimiwa diwani wakae chini na mwenyekiti wa vitongoji waweke mkataba mzuri kwamba tarehe moja huyu bwana aanze kazi, sisi tutakuwa sawa. Mkisema hospitali sijengwe mpaka huyu bwana aje sisi itakuwa sawa. Ndio maana leo tumekuja yule mheshimiwa ambaye alisaini kwenye ule mkataba, kwa sababu sio kampuni aliyesaini kwenye ule mkataba, saini yake ipo ambao. Kwa nini mimi ning'angania tuende kisheria, kwa maana tuende mahakamani? Mtu wa kwanza kudili naye mimi nadili naye yule aliyesaini ule mkataba na serikali ya kijiji iliyokuwepo kiawamwio. Kama kufungwa tukafungwe lakini mimi binafsi yangu nahitaji hitaji ardhi si hitaji zahanati kwa sasa. Kwa jina naitwa Bwana Musa Muhamedi Mzuli, mkazi wa hapa Shauli Moyo, elfu moja tisamia sitini na eh, sabini na mbili. Nimeingia hapa bado mapoli na historia hapa Shauli Moyo tunaifahamu baadhi ya watu vizuri sana, na inatusumbua kwa kila lile Naomba mnivumilie, historia ya hapa Shauri Moyo ni ngumu sana na ndio maana hatupigi hatua, ndio maana hatupigi hatua na ni wajuaji. Kwanza linaniuma sana mimi, muhtasari huu wakati unasainiwa nilikuwa sipo katika kijiji hichi, nilikuwa nimetoka pembeni kidogo, lakini niliporudi nikakuta mgogoro huu wa zahanati Umeyumba, umeyumba, umeyumba, lakini hivyo upeleleza, mimi nikawa nimeupata kiini jinsi ulivyo, na mpaka nilichaguliwa nikawa kiongozi, lakini niliona vurugu mechi, nikajiuzuru. Nimebebesha kokoto pale, nimebebesha mchanga pale kwenye lile jengo nikiwa kama kiongozi wa muda, lakini migogoro iliyokuwa imetokea hapa ilisababisha kwamba tufanye nini, tusimame. Leo hii nasikitika kitu kimoja ndugu zanguni hata kama mkinidhalau lakini kweli huwa inauma kweli inauma, inauma. Mabovu yote tumeishaelezwa tumeyaona kama jinsi alivyosema jamaa mmoja tuondoe nini? Tongo tongo. Kumbe mkataba huu tulikuwa tumefunga, tulikuwa tuna tongo tongo. Zimeondolewa tongo tongo. na maana viongozi wamekuja wakubwa kabisa wa manispaa na kila kitu hapa, ambaye ndio wanaweza kututengezea ule mkataba wa kujenga ile zahanati yetu bila kubabaishwa tena. Tunachokitafuta kitu gani? wakezetu wakipata matatizo Ndevelwa wakipata matatizo Kinamagi wakipata matatizo Ifucha tumekalia babara, babara, babara, babara, kitu kisijengwe hivi. Inawezekana kweli kiakili tunakalia maneno, maendeleo yanarudi nyuma. Watoto wangu vijana wangu, mbona linauma, linasikitisha sana. Kina mama wanapiga makofi namna hii, wakati wao ndio wanaadhirika na wanatusumbua mpaka usiku, tunatafuta kukodi mapikipiki kupeleka hospitali. Labda wale wanaepiga makofi hawazai, ndio maana wako nyumbani wamekaa, sijui. Unanielewa, nazungumza kwa uchungu. Wazee wangu, utanisamehe sana tena mtanisamehe sana, ila tunataka ujuaji tu kwamba tunajua kusema. Mimi sheria vifungu namba ngapi na sizijui, masikini ya Mungu. Darasani mimi sijaenda shuleni, lakini akili ya kuzaliwa ninayo. Ndio maana naishi na familia ninayo, nakula na vaa kwa elimu ya kuzaliwa yao. lakini ya kusoma sina, lakini nakielewa kibaya na kizuri. Mkataba wetu feki hauna kampuni lakini tumepata kampuni imekuja. Sasa hiyo kuna sehemu tutababaishwa tena, kuna sehemu tutapigiwa chenga tena. Tarehe moja tunaambiwa kwamba waanze kujenga leo hii tarehe ishirini na mbili mbele yake nikisema labda bado tarehe nane tu, alafu watu waingie kujenga. Tunachokitafuta kitu gani? Tunachokililia au sifa ya kuzungumza? Sifa ya kuzungumza ndio <laughs> maana mkoa wetu wa Tabora ulishalanika, stendi ya kujengwa hii tangu imeanza kulalamika, wengine wanasema ijengwe Ipuli, wengine wanataka wajenge hapa, wakavutana mpaka leo tumebakia hivi hivi. Na ndio hospitali hii, wengine wanasema tujenge, wengine wanasema tusijenge, miaka inakwenda, tutatibiwa lini? Mimi miskameya sijui miskameya, ndugu yangu, utanisamehe, sijui kuzungumza eh? Mimi nilikuwa naomba pamoja na kuwa wamesema kwamba muda mchache tu unaondoka kwenye kiti, lakini bado ndugu mama pale yupo yu, yeye sio wa kuchaguliwa, wa kuajiriwa yule. Naomba watujengee zahanati, naomba watujengee zahanati. Umenielewa, wazee wangu? Ubabishaji wote huu tuuwache jinsi ulivyo, sisi wazee ndio tunateseka. Nikushukuru ndugu chairman. Kwa jina naitwa Joram John Simbila mkaaji wa kijiji cha Shauri Moyo kata ya Ndevelwa Manispaa ya Tabora. Ndugu zangu, hebu naomba tuwe na hofu na Mungu. Unajua, ukitenda mazuri katika uso wa dunia, ukisha kufa yawezekana Mungu akakuonea huruma, ipo siku akakutuma hata ukawa kiranji wa malaika watukutu. tukutu Halafu jamani, ndoa huwa inafungwa maisha, wanajua na mapadri mpaka biharusi akubaliane ndani. Sasa sisi leo hatuko tayari kufunga ndoa na mtu tusiye muona. Tunamwitaji mwekezaji akanyage hapa, tuongee naye nice, sio mtu mwingine. Naitwa Sizya Juma Muhamedi Kabogota. Kwanza nimenukuu mambo mawili, nuku yangu ya kwanza Uongozi wa serikali ya kijiji ule mkataba ulikuwa feki na ule mwekezaji naye feki, ilo nalikubali kabisa. Sasa wakili wa kampuni, hebu tusibitishie wewe, una kampuni ama huna kampuni? Nipe jibu sasa hivi, naanza kubomoka sasa. Inuka. Aha, wakili msomi wa kampuni, bahati nzuri leo umekuja, hata kama huyo aliyeweka wewe ndio mwana sheria. Huyu mwanasheria wa manispaa mama, nakupa hongera Umetufungua macho, tumehangaika sana pale. Mimi kwa katibu wa ujenzi nimegalagala. Yani niseme nini? Nabomoka sasa. Mheshimiwa Meya, wakili wa, wa mwekezaji, hebu tuthibitishie hapa una kampuni ama huna kampuni ama utaunda kampuni kamili? Wanasheria nyinyi wawili, tutakufa na nyinyi. Wewe mwanasheria wa kampuni na wamanisipa mtujengee hospitali unanielewa, si mheshimiwa meya e? Hawa waliotufungua macho hawa ni wasomi wa sheria, sisi mbumbumbu tumesoma tueli mtwetu dogo. Msimamo wangu ndio, si hivo, ijengwe si, ila kwa mkataba wenye kueleweka, tunaanza mkataba upya. Kwa jina naitwa Abdallah Ramadhani Kawewa, ni mkazi wa kijiji cha shauri moyo, yeah. Ndugu zangu, hebu tunaomba tuwe pamoja, zahanati tunaomba ijengwe, na zahanati hii kujengwa kwake tumeshapata viongozi wa ambao wanatumulikia tochi hii, wanasheria wapo, tuwakabidhi hii kazi, tuingie mikataba upya, mikataba upya, sababu tuliingia mikataba kimbumbumbu, tulikuwa hatujui chochote. Leo unataka uende mahakamani ulikuwa ujui mkataba unasema nini, nini kinasema nini? Leo umeshamulikiwa sasa. He, hebu hii kazi tuwape hawa wanasheria wetu awa, we, tuone watatuangusha. Jamani uh, kama ni laana tumelaaniwa inala hii Shauri Moyo. Mi na imani Mwenyezi Mungu atatusaidia. Naongea kwa uchungu, imefika muda. Wanasema nyati atakakuangukiwa ndiko tumvulie ngozi, nyati atakakuangukia ndiko tumvulie ngozi. Lakini Mstahiki Meya, mbele yako umesema kwamba ofisi we, ukitoka ofisi yako inabaki tumehaso miaka minane, lakini tunataka kujua hii kampuni tena imehakikisha italeta dokumenti na kutuhakikishia. Lakini ombi langu sasa, kama mwanashauri moyo, mimi nasimamia masuala ya ustawi wa jamii, napokea kesi nyingi za wamama, unyanyasaji, watu wanatembea umbali mrefu, watoto wanafia njiani, mimba zinaharibika kama ulivyosema kwa kauli yako, Mwenyezi Mungu atakuhukumu kwa kinywa chako. Kupitia kampuni hii fanyeni ya kwenu ya kisheria. Tunawaomba wamama chonde, chonde, tunawaomba sisi ni wakosefu, lakini tutafanyaje? Na wasukuma wenzangu, tusomesheni watoto. Kila siku napita mitaani tupeleke watoto shule. Leo tumeona faida ya shule. Tunaomba mstahiki meya kwa ahili na uzito wake na kama una machungu na wanashauri moyo na sio kisiasa, tufanye mpanya ya kwenu yote, tarehe moja jengo lianze. Mama dada, tunakutumainia, tunakutegemea, hatutaki mkataba ukawa mrefu, na tunaomba ndani ya hiyo miezi minne mliosema, kama wamama wa Shauri Moyo, isizidi tena mkataba ukawa wa mwaka mmoja. Tunaomba ndani ya miezi minne lenta iwe imekamilika. Tutafanyaje? nyati alikoangukiwa ndiko anakochinjiwa. Tunawaomba, lakini yolo inauma. Unyanyasaji, tumenyanyaswa vya kutosha. Lakini kama mmekuja kwa hili, na tumejifunza yani ujinga ni kwenda kurudi huwa turudi. Hili limeisha, lakini litakuja na lingine inshallah, kwa uwezo wa Mungu. Naitwa Joani Masudi Mtoni. Naongea kwa uchungu sana. Watu wamekubali zaanati jengo. Sawa jamani? Hey. Zaanati fanyaje? Fanyeje, wanaosema zaanati jengo waseme ndio. Ndio. Wanaosema isijengwe? Ndio. Ah, peke yako tu. Ah, hiyo ataanae pekeyake. Kwa hiyo jamani, hii hapa nisikilizeni kwa kwanza. Sisi tuchoondoka tucho nacho hapa, zahanati inajengwa. Hilo jambo la kwanza. Jambo la pili, yale majengo ya, ya, ya, ya yule mwekezaji ambayo ni kampuni yasifanye shughuli yoyote mpaka pale atatukabidhi boma letu. Sawa? Hilo ni jambo la la pili. Jambo la tatu mimi kama mstahiki meya sasa namwagiza mwanasheria mm au pitie -hmm. mm -hmm. au ule mkataba, waandike mkataba mpya, waandike mkataba ambao unaeleza haya maneno ya maudhui ya hichi kikao. Sijui mmenielewa jamani. Itambue kwanza eneo la mwekezaji lina ukubwa gani, litenganisho liokiwe bikoni, na kwamba mwekezaji anatujengia boma la vyumba ishirini na moja akimaliza hapo kwa ile eneo ni la kwake ataendelea na shughuli zake na hospitali haimuhusu ni mali ya wananchi au mali ya serikali kwa sababu huu mkataba wa sasa hivi unaonyesha hospitali na shule vyote ni mali yake sijui mnanielewa ndugu zangu hiyo ndio mambo ya msingi ndugu zangu kwa majina naitwa hasani kilingo mimi ni mwanasheria wa kampuni ya mwekezaji ambayo inajulikana kwa jina la Hexagon. Sisi kama kampuni yote tumeyasikia. Cha kwanza tutakachokihakikisha kupitia kwa mwanasheria wa halmashauri, tutaleta dokumenti zetu zote zinazo evidence kwamba sisi ni kampuni iliyo hai na imefanya kazi zake kwa mujibu wa sheria. Lakini zaidi ya yote tutakachokifanya, tutakubaliana kila linalowezekana sisi. Tulitamani sisi kama wawekezaji zoezi hili tulianze tarehe moja. Kama uharaka wa halmashauri na viongozi watakuwa tayari, tuweke makubaliano tusaini, kabla ya tarehe salasini na moja tarehe moja sisi tuanze kazi, kwa sababu tunajisikia vibaya, wakina mama wanapata shida, hatuna sababu ya kuendelea kuchelewa. Ndugu zangu, tuwaombe tu, sisi tuko tayari kuanza tarehe moja tusainishane hapa tarehe salasini na moja, kazi ianze tarehe moja. Tunaombeni radhi kwa kila kitu, lakini viongozi wenu wamefanya kazi kubwa, na nyinyi wote mmejionea, na sisi tutatekeleza kile tulichokubaliana na serikali imesema itamalizia pale, maana sisi tukubaliane, na mkumbuke wananchi, wana wa Shauri Moyo, wajibu wetu sisi kama kampuni tutajenga majengo hayo tuliyosema mpaka hatua ya renta na kumalizia zile kozi za juu Kufu. Kumalizia kwa maana finishing ni swala la serikali. Mmesikia hapa meya amesema mwenyewe, kwa sisi tutafanya kile tulichokubaliana, hatuto kwa kuhamisha nyinyi. Kutuchelewesha ni nyinyi wenyewe, mkitaka tuanze tarehe moja tuko tayari, mikataba hiyo tayari, tuanze kazi. Ni hayo tu ndugu zangu.